Mbinu mbalimbali mbali za watawala kupambana na upinzani unaopigania haki katika taifa hili hautekelezwi tu moja kwa moja na utawala wa Magufuli, lakini vile vile unatekelezwa na mawakala wao na mawakala wao wanakuja kwa sampuli mbali mbalimbali. Ningeomba nitumie nafasi hii kutoa msimamo wetu kuhusiana na hicho ambacho ni mgogoro ndani ya chama cha wananchi kafu, Profesa Lipumba, ambaye mara kwa mara amesikika akisema kwamba Chadema ndio wachochezi wakubwa na wanaopandikiza mgogoro ndani ya kafu. Siku sikusudii kumjadili Lipumba kwa sababu mimi naamini Lipumba ni politically relevant na na nikiendelea kumjadili nitampa nafasi ambayo pengine alikuwa nayo zamani, lakini niseme tu, Chadema imekuwa kiungo ya vyama vyote vyenye kudai haki ya kweli katika taifa hili na tutaendelea kushirikiana na chama chochote ambacho tunaamini kina malengo yaliyo thabiti katika kuipigania demokrasia na taifa hili. Kwamba sisi eti ni mawakala wa kuisaidia Kafu kubomoka, ni kauli za malipo ya kisaliti ambayo mwenzetu huyu ameyapitia katika misingi hiyo, pamoja na kupuuza kauli hizo. Sisi kama chama cha siasa tutaendelea kushirikiana na chama cha wananchi Kafu. Tutaendelea kuheshimu maamuzi yanayofanyika kwenye vikao halali vya chama cha wananchi Kafu. Tutaendelea kufanya kazi na wabunge wa Ukawa. Tutaendelea kufanya kazi na wabunge na madiwani wa Ukawa kwa maana ya vyama vingine ambavyo ni nje ya Chadema. Katika muktadha huo, tunaomba viongozi wote na network yote ya Chadema nchi nzima ipuuze kauli za profesa Lipumba, isimpe ushirikiano wote profesa Lipumba, kwa sababu huyu ni msaliti wa taifa, huyu ni msaliti wa demokrasia, na hatutasita kulisema hili wakati wowote.